Somo langu la dakika moja la leo linahusu ni wakati gani haturuhusii kulia mwanadamu anapotoweka. Nimehudhuria misiba mingi sana. Miezi michache iliyopita, nilihudhuria msiba wa mzee wetu aliyekuwa na zaidi ya miaka mia moja, lakini nilikuta watu wanalia na wanazimia kabisa. Anaitwa mzee Msuguli, aliyekuwa mkuu wa majeshi. Nafsini mwangu ikanijia baada ya kusikia kifo cha mzee yule, mwingine akasema, lakini umri wake umekwenda sana. Kwa mantikio, kwa hitimisho, tulitarajia labda watu watasema tusilie. Lakini pia nimehudhuria misiba mingine ya watu waliowahi kuwa majambazi ambao wamekufa kwa kupigwa risasi, kwa kuchomwa moto na watu wenye hasira kali, lakini bado kwenye msiba ule kuna watu wanalia wanasikitika sana, wanaosema baba mama, wanaoomboleza kwa kirefu sana, lakini pia nimehudhuria misiba ya mtoto mwenye siku moja ambaye unaweza kibinadamu ukasema ah, anyway kwa kuwa alikuwa hata bado hajaonekana vizuri katika ulimwengu, lakini unamkuta baba analia na mama analia. Lakini ukisikiliza mahubiri ya wachungaji wetu na maneno ya Mungu mengi, kwa nyakati nyingi yanasisitiza msilie. Lakini leo, baba askofu, umenijibia swali kubwa sana. Nilikuwa najiuliza, kama Mungu ameumba machozi, ni wakati gani atatoka kama watu wa dini wanahubiri tusilie, lakini leo baba askofu umejibu swali moja kubwa sana, kwamba tulie, lakini tukiamini ipo siku tutafufuliwa.